Where is your mama? Mama yangu yupo Kigamboni Arap, ni mwalimu, mwalimuni mwalimu, anafundisha. Baba yako yuko wapi? India, ni mwanajeshi. Yuko? India. Yuko India. Mungu ananiambia anajibu maombi yako yote sasa hivi. <laughs> Yote. Listen, listen. Nachokiongea, Mungu aniambia, kuna binti jana alikuwa na contradiction ya Flora, mlikuwa kama vya muelewani na mama yako Flora kuhusu kuja hapa kanisani. Mungu aniambia, ilikuwa ni devil alimwingia mama ili azuie muujiza wako, leo unatokea. Ananiambia maisha yako yanabadilika na utakuwa maida <laughs> <laughs> masaya. <laughs> <laughs> Mungu anambia analistoke kile kilichoibiwa kwako.

Huyu binti alikuwa alikuwa ana akili nyingi sana. <laughs> <laughs> Ndio. And she was supposed to be a A a reader. A reader. Listen. Wait. Wait. Do you know Emmanuel? Emmanuel. Emmanuel, ni ni ni kaka yangu amekufa mtumishi my God. Emmanuel. <laughs> The spirit spirit kali Mungu. na niyoiih Is our life. <laughs> Mungu anayejesha basha yako unafaulu na unakwenda kusoma kusoma kozi. Daktari. Daktari daktari. PCM PCM what is it? PCM PCM man. Engineering. Ina baba anataka nisome mambo daktari, baba Mungu. Baba Baba anataka anataka mambo kwa ndio Mungu na kubariki. Amen. Utaenda nje, utaenda kusoma nje. I restore the grace. I restore the grace. Wow, my goodness, my goodness. Even kama bado unatazama, where the father you are, This child, I'm going to bless her. If she's going to be an international daughter. As I speak right now, as an all lack of God. This daughter, this daughter, this daughter, this daughter. This daughter. This daughter. This daughter. maisha yake yanabadilika yote. <laughs> Come here, daughter.